Kila asubuhi ni fursa ya kuanza upya na Mungu yupo karibu kuimarisha moyo wako. Zaburi hizi hutoa ulinzi wa kiroho zikikufundisha kuanza siku ukiwa na nguvu, uthabiti na tumaini. Kusikiliza kwa utulivu kabla ya kuanza kazi au safari ya asubuhi kunakusaidia kutimiza kila jambo ukiwa na amani ya ndani na ulinzi wa Mungu. Huu ni wakati wa kuacha hofu, kuimarisha imani na kuingia kwenye siku ukiwa na mtazamo thabiti. Zaburi ya 46. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto, vijito vyake vya ufurahia mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa; Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Mataifa yaligadhabika, falme zikataharuki, alitoa sauti yake, nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Mataifa yaligadhabika falme, zikataharuki, alitoa sauti yake, nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Njooni myatazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Avikomesha vita hata mwisho wa dunia avunja uta akata mkuki achoma moto magari acheni mjue ya kuwa mimi ni mungu nitakuzwa katika mataifa nitakuzwa katika nchi bwana wa majeshi yu pamoja nasi mungu wa yakobo ni ngome yetu zaburi ya mia moja ishirini na moja nitayainua macho yangu niitazame milima msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana, aliyezifanya mbingu na nchi. Usiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Nam hatasinzia wala hatalala usingizi yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Zaburi ya kumi na nane. Nakupenda, E Bwana nguvu zangu, Bwana ni jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu, Mungu wangu, mwamba wangu nitakayekimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu iliyo juu. Nitamwita Bwana anayestahili kusifiwa, nami nitaokolewa na adui zangu. Kamba za mauti zilinizunguka, na mito ya upotevu ilinifadhaisha. Kamba za kuzimu zilinizingira. Mitego ya mauti ilinipata. Katika dhiki yangu nilimwita Bwana. Nikamlilia Mungu wangu. Akasikia sauti yangu katika hekalu lake. Kilio changu kikafika masikioni mwake. Ndipo nchi ikatetemeka na kutikisika. Misingi ya milima ikatikisika na kutetemeka kwa sababu alikasirika. Moshi ukapanda puani mwake na moto ulao kutoka kinywani mwake. Makaa yakawaka kwa moto huo. Akazipinda mbingu akashuka, giza likawa chini ya miguu yake. Akapanda juu ya kerubi akaruka, akaruka juu ya mabawa ya upepo. Akafanya giza kuwa maskani yake, hema yake ikamzunguka giza la maji na mawingu mazito ya mbinguni. Kwa mwangaza uliokuwa mbele yake, mawingu yakapita, kukawa na mvua ya mawe na makaa ya moto. Bwana akanguruma mbinguni, aliye juu akatoa sauti yake, mvua ya mawe na makaa ya moto. Akatuma mishale yake, akawatawanya umeme mwingi akawafadhaisha ndipo mifereji ya maji ikaonekana, misingi ya ulimwengu ikafunuliwa, kwa kukemea kwako ee Bwana, kwa pumzi ya hasira ya puani mwako. Akaninyosha mkono kutoka juu, akanitoa, akanitoa katika maji mengi, akaniponya na adui zangu wenye nguvu na wale walionichukia maana walikuwa na nguvu kunishinda. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa msaada wangu. Akanitoa mahali palipo wazi, akaniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Bwana alinilipa sawasawa na haki yangu, akanirudishia sawasawa na usafi wa mikono yangu, kwa maana nimezishika njia za Bwana wala sikumwacha Mungu wangu kwa uovu. Maana hukumu zake zote zilikuwa mbele yangu, wala sikuziacha amri zake. Nalikamilika mbele zake, nikajilinda na uovu wangu. Kwa hiyo Bwana akanirudishia sawasawa na haki yangu, sawasawa na usafi wa mikono yangu mbele ya macho yake. Kwa mtakatifu watajionyesha kuwa mtakatifu, kwa mtu mkamilifu watajionyesha kuwa wakamilifu, kwa mtu safi watajionyesha kuwa safi, na kwa mkaidi watajionyesha kuwa wakaidi. Maana utawaokoa watu wanyenyekevu, lakini macho ya wenye kiburi utawaangusha. Kwa kuwa wewe utawasha taa yangu. Bwana Mungu wangu atanifanya giza langu liwe nuru. Kwa kuwa kwa msaada wako nitapiga jeshi. Kwa Mungu wangu nitaruka ukuta. Njia ya Mungu ni kamilifu. Neno la Bwana limejaribiwa. Yeye ni ngao kwa wote wanaomkimbilia. Kwa maana ni nani aliye Mungu ila Bwana? Au ni nani aliye mwamba ila Mungu wetu? Mungu ndiye anifungaye nguvu na kuifanya njia yangu kuwa kamilifu. Kufanya miguu yangu kuwa kama ya paa na kunisimamisha juu ya mahali pangu palipoinuka. Hufundisha mikono yangu kupigana vita. Hata upinde wa shaba umevunjwa kwa mikono yangu. Umenipa ngao ya wokovu wako, na mkono wako wa kuume umenishika, na unyenyekevu wako umenifanya mkuu. Umeinenea hatua zangu chini yangu, miguu yangu haikuteleza. Niliwafuatia adui zangu nikawapata, wala sikurudi nyuma hata walipoangamizwa. Niliwaponda wasiweze kusimama wakaanguka chini ya miguu yangu. Kwa maana ulinifunga nguvu kwa vita, ukawanamisha chini yangu wale walioniinukia. Ulinipa migongo ya adui zangu, nikawaangamiza wale walionichukia. Walilia lakini hapakuwa na wa kuwaokoa, walimlilia Bwana lakini hakuwajibu. Ndipo nikawaponda kama mavumbi mbele ya upepo, nikawatupa nje kama tope la barabarani. Umeniponya na mashindano ya watu, umeniweka kuwa kichwa cha mataifa. Watu nisiowajua wananitumikia, mara wanaposikia hunitii. Wageni hunyenyekea mbele yangu, wageni hufifia, hutoka kwa kutetemeka katika ngome zao. Bwana yu hai, ahimidiwe mwamba wangu, na atukuzwe Mungu wa wokovu wangu. Mungu ndiye anilipiziaye kisasi na kuwatiisha watu chini yangu ndiye anayeniokoa na adui zangu. Naam, unaniinua juu ya wale walioniinukia, unaniokoa na mtu mwenye jeuri. Kwa sababu hiyo nitakushukuru ee Bwana kati ya mataifa, na kulisifu jina lako. Humpa mfalme wake wokovu mwingi na kumtendea rehema masihi wake Daudi na uzao wake hata milele. Zaburi ya ishirini na saba. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uhai wangu, nimwogope nani? Wabaya waliponikaribia ili wanile, adui zangu na watesi wangu wao ndio waliokwikwia na kuanguka. Japokuwa jeshi linapiga kambi juu yangu, moyo wangu hautaogopa; japokuwa vita vikinuka juu yangu, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimeliomba kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta: nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutazama hekaluni mwake. Maana atanificha hemani mwake siku ya mabaya, atanificha katika sitara ya maskani mwake, na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuliwa juu ya adui zangu walioko pande zote, nami nitatolea dhabihu hemani mwake kwa shangwe, nitaimba, naam, nitamsifu Bwana. Sikia, e Bwana, niliapo kwa sauti yangu; unirehemu, unijibu. Moyo wangu umekuambia, tafuteni uso wangu. Uso wako, Bwana, nitautafuta. Usinifiche uso wako, usimkasirishe mtumishi wako kwa hasira. Wewe ulikuwa msaada wangu, usiniache wala usinitupe, e Mungu wa wokovu wangu. Baba yangu na mama yangu wameniacha, lakini Bwana atanichukua. Ee Bwana, unifundishe njia yako, uniongoze katika njia iliyo sawa, kwa sababu ya adui zangu. Usinitie katika shauku ya watesi wangu, maana mashahidi wa uongo wamesimama juu yangu, nao hupuliza jeuri naliamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Mngoje Bwana, uwe hodari, moyo wako uthabitishe, naam mngoje Bwana. Zaburi ya tisini na moja. Akae mahali pa siri pake Aliye juu atakaa chini ya uvuli wa Mwenyezi. Nitamwambia Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na tauni ipotesayo. Atakufunika kwa manyoya yake, na chini ya mabawa yake utapata kimbilio; ahadi yake ni ngao na diri. Hutakiogopa kitisho cha usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani wala uharibifu uangamizao adhuhuri. Maelfu waanguka upande wako, na elfu kumi mkono wako wa kuume, lakini haitakukia kwa macho yako tu utaangalia, na kuiona thawabu ya wabaya. Kwa kuwa umemfanya Bwana kuwa kimbilio lako, aliye juu kuwa maskani yako, hapana uovu utakupata wala pigo halitakaribia hema yako. Maana atawaamuru malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa mguu wako juu ya jiwe. Utamkanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawakanyaga chini ya miguu. Kwa kuwa amenipenda, nitamponya, nitamtukuza kwa kuwa amejua jina langu. Ataniita nami nitamwitikia, nitakuwa pamoja naye katika taabu, nitamponya na kumtukuza. Nitamsaza kwa maisha marefu, nami nitamwonyesha wokovu wangu.